basi haya mambo mengine tutakuwa tunaishi kwenye maono yetu. Hawa vijana wakijua kwamba dini yao inasema kitu gani, na waislamu wao unawataka uwe uwe vipi. Tusimamieni vijana wetu wapate elimu, wakikuwa na elimu hawa wataweza wayafanya mazuri ya nchi yao, lakini watakuwa na imani ile takwa itaanza kupatikana from the beginning, anakuwa nayo, anakuwa nayo mpaka hata akiwa mkubwa, hata akiwa kiongozi katika nafasi yoyote, hata serikalini huku, atakuwa na imani ile ya kibinadamu, atakuwa na imani ile ya Kiislamu, lakini atakuwa na imani ya nchi yake pamoja na wananchi wenzake. Haya mambo tusipoyafanya sisi, hakuna mtu atatufanyia. Nilipoingia hapa, nikaona natizama, nakuta ex kwenye nyumba, nikajua hapa kuna kitu tutakifanya. Sasa suala linakuja, lini? Ndio hicho ambacho wamekizungumza, lakini nikuhakikishie na niwahakikishie waislamu hapa na wananchi, hili jambo tunakwenda kulifanyia kazi. Changamoto tulionayo kwenye jambo hili, lazima niseme hapa, tufahamu wale wakandarasi ambao tumewapa kujenga hizi barabara, barabara ni nyingi, na sisi mara hii kiongozi wetu walitupa maelekezo ya kwamba barabara tunayoijenga yoyote Ujenzi kwa kiwango cha lami. Zamani mnakumbuka nyi barabara, nakuja greda, natia kifusi halafu anaondoka. Si ndivyo? Sasa msimamo wa serikali hii ya awamu ya nane unaongozwa na Alhaji Dkt. Hussein Ali Mwinyi amenielekeza mimi msaidizi wake na wasaidizi wetu wengine wote, hasa wale wanaohusiana na miundo mbinu hii ya barabara, barabara yote ya Zanzibar tunapokwenda kujenga barabara tukajenge kwa kiwango cha lami. Sasa tuna maeneo mengi tunajenga, alhamdulillah. Unaweza una ukaona huku hatujaje, lakini maeneo mengine zinajengwa barabara. Na ndio maana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani katika mambo tunayotakiwa hasa tujikite nayo, Waislamu ni suala la kusoma sana Qur'an, tusipoteze muda katika mambo mengine. Ramadhani haikuja watu wakae wakeshe katika mitandao, TikTok, Snapchat, Facebook, wala haikuja Ramadhani watu wapoteze muda kwa kucheza karata, wala haikuja Ramadhani watu wakae katika tamthilia waangalie movie na mambo mengine. Basi tutakuwa tumepitwa wakati. Ramadhani ina fadhila kubwa sana, tukae tusome Qurani kwa sababu ndani ya mwezi huu ndio imeteremshwa Qurani.